Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuza yale alilojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa, habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali yaunda tume ya kuchunguza yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu huku Rais Samia akiagiza kuachiwa kwa vijana waliofuata mkumbo wa maandamano. Katika biashara, TRA yaahidi kulinda biashara na kuboresha mazingira ya uchumi Kariakoo. Na katika habari za kimataifa, Urusi yafanya mashambulizi makubwa Ukraine. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja, tuanzie kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, amesema serikali imeunda tume ya kuchunguza yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu ili kujua kiini cha tatizo, taarifa ambayo itasaidia kuongeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani. Taarifa inasomwa hapa studio na Goodluck Msola. Rais Dr. Samia amesema hayo Ijumaa Novemba 14 bungeni jijini Dodoma wakati akifungua na kuhutubia bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo amewataka vijana wa Tanzania wasikubali kushawishiwa kuichoma nchi yao kwa kuwa wao ndio wajenzi wa taifa. Rais Dr. Samia amevielekeza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka nchini kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana hao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 Asante waheshimiwa wabunge, nashukuru waheshimiwa wabunge. Ukiangalia klipu zile za maandamano, unaona kabisa kuna vijana ambao waliingia kwa kufuata mkumbo, wanaimba kwa kufuata ushabiki, hawakuwa wanajua wanalolifanya. Kwa hiyo kama mlezi, kama mama, ndio maana naelekeza vyombo vya ulinzi na usalama hasa ofisi ya DPP kuchuja viwango vya makosa na kwa wale waliofuata mkumbo basi waseme nao kisha wawaachie. Aidha, Dr. Samia amesema kuwa kwa kuwa vijana ndiyo kundi kubwa la watu nchini, serikali imepanga kuweka vipaumbele kwenye sera na programu zitakazopanua fursa za kiuchumi, kutengeneza kazi na ajira, kuongeza wigo wa hifadhi ya jamii na kuwajengea kesho iliyo bora. Rais Dr. Samia amebainisha kuwa ili kuhakikisha vijana wa Kitanzania wanaweza kupata nafasi ya kushiriki kujenga mstakabali mwema wa taifa la Tanzania, wataweka vipaumbele katika ushirikishwaji wa maendeleo yao, na katika kulifikia hilo, Rais Dr. Samia amesema imeanzishwa wizara kamili itakayoshughulika na masuala ya vijana. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Katika hatua nyingine, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemwapisha Dokta Mwigulu Lamek Nchemba kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku akisema mbali na uteuzi wake kuwa na upinzani mkubwa, lakini sifa zake zilishinda wengine, ikiwamo uwezo wa kuwatumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Recho Chacha anaeleza zaidi. Dokta Samia ametoa maagizo hayo leo Ikulu jijini Dodoma mara baada ya kumwapisha Dokta Nchemba kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiwa ni siku moja tu kupita tangu amteue na jina lake kuidhinishwa na bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Akiongea katika hafla hiyo iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali, akiwamo makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi, Rais Samia amemwambia Dr. Nchemba kwamba wana muda mfinyu wa kutekeleza mengi aliyowaahidi wananchi katika kampeni. Rais Dr. Samia amemweleza kwamba uteuzi wake umepitia ushindani mkubwa na katika vigezo kadhaa, na Dr. Nchemba aliibuka kuwa na sifa nyingi kidogo kuliko wengine walioshindana nao. Umepokea kijiti kutoka kwa Waziri Mkuu mstaafu ndugu yetu Mheshimiwa Kassim Majaliwa ambaye amefanya kazi nzuri kufanikisha, kufanikisha tunayotamba nayo leo tukitamba na ujenzi wa mashule, tukitamba na vituo vya afya, mahospitali ya kanda ya rufaa, kila tunachotamba nacho leo, yeye alikuwa nyuma yangu kuhakikisha ye ya anakwenda vizuri. Kwa hiyo umepokea kijiti kutoka kwa mfanyakazi mzuri, ambao sina shaka utafuata miguu yake na utaongeza pale unapohisi panahitaji kuongezwa nguvu hivyo tunakupongeza na kukutakia kila la kheri katika utekelezaji wa majukumu yako mapya. Baadhi ya viongozi wengine waliohudhuria hafla hiyo ni pamoja na rais wa Zanzibar Dr. Ali Hussein Mwinyi, spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania musa azan Zungu, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar hemed suleiman Abdullah na rais mstaafu Dr. jakaya mrisho Kikwete. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Wakazi wa Iramba mkoa wa Singida wamempongeza waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba kwa kupata uteuzi kutoka kwa Raisi Dr. Samia Suluhu Hassan na bunge kuridhia uteuzi huo. Amini Nyaungo kutoka Singida anatuarifu zaidi. Hawa ni wakazi wa Iramba Magharibi wakifurahia na kusherekea uteuzi wa Dr. Mwigulu Lameki Nchemba, na hapa wanaeleza maoni yao juu ya uteuzi huo. Binafsi nimefurahishwa sana sana kwa uteuzi wa mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Ni chapakazi, ni mwaminifu, na ndio maana taifa limemwamini. Mheshimiwa rais wetu mpendwa ameweza kumwamini na bunge pia litaendelea kumwamini. Kwa kweli tumefurahi sana sana sana sana na tunaamini kwamba nafasi hii ataitendea kazi vizuri sana kwa jinsi tunavyomfahamu mbunge wetu. Siku ambayo hata watu wote wanairamba, hatujawahi kupata furaha zaidi tangu tuanze uhuru nchini hapa. Mheshimiwa Miguru ni mtu aina yake. Mheshimiwa Miguru ni mtu ambaye hana chuki na mtu. Mheshimiwa Miguru ni mtu ambaye kila mtu anamwona ni sawa. Mheshimiwa Miguru ni mtu ambaye anathamini utu wa binadamu. Mheshimiwa Miguru ni mtu ambaye hawezi kumnunulia mtu hata ukimtendea makosa, kesho mko naye tu kwenye mchakato wa idara ya utumishi, kama naibu katibu mkuu wa chama ambapo sisi tulikuwa wasaidizi wake, tunajua uchapakazi wake, tunajua namna anavyoipenda nchi hii. Na bahati nzuri, nimekuja tena mimi, nimekuwa katibu wake wa chama wa wilaya, ninaona namna anavyowapenda anavyo wananchi wa jimbo lake, nimeona namna anavyowapenda watu Ilamba. Kwa hiyo tumepokea kwa mikono miwili na tunampongeza sana mheshimiwa Mwiguru kwa kazi kwanza alizozifanya wilaya hii ya Ilamba. Kwa upande wangu nasema anastahili. Baada ya mahojiano sasa, tunaenda kwenye burudani ya muziki, muziki ukatawala kwa wakazi wa eneo hili. Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba aliwahi kuwa waziri wa fedha kabla ya uteuzi huu wa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana mimi ni Nyaungo kwa taarifa hiyo. Baraza Kuu la Waislamu nchini BAKWATA, kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za Kiislamu nchini wametoa tamko la kulaani vitendo vya uvunjifu wa amani vilivyofanywa na baadhi ya vijana siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 na kupeleka vifo, uharibifu wa mali pamoja na miundombinu. Mrisho Mapeo ameandaa taarifa zaidi. Akisoma tamko liloandaliwa na katibu wa baraza la ulama la BAKWATA taifa Sheikh Hassan Chizenga kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali mbali za Kiislamu, mjumbe wa baraza la ulama Sheikh Isa Othmani Isa amesema baraza lina laani vitendo hivyo ambavyo amesema si vya kiungwana na kusisitiza kuwa Uislamu unapinga mauaji kinyume na sheria. Sheikh Othmani amesema kuwa baraza kuu la Waislamu nchini BAKWATA kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali mbali za dini ya Kiislamu linaomba serikali kufanya uchunguzi ili wote waliokuwa wakichochea vurugu hizo waweze kupatikana na kuchukuliwa hatua. Na pia wameiomba serikali kuwafariji waliopata maafa ambao hawakuhusika na vitendo vya vurugu hizo. Kutokana na vitendo hivi vya kihalifu, ambao vililazimu vyombo vyetu vya usalama kudhibiti hali hiyo, ndani yake kukatokea vifo vya watu wasio na hatia na hatia na wengine kupata ulemavu wa kudumu pamoja na uharibifu, wizi na upotevu wa mali. Sisi kwa umoja wetu tunalaani vitendo hivi vya kihalifu ambavyo udhibiti wake umepelekea vifo vya watu wasio na hatia. Sisi kwa umoja wetu tumeumia sana kwa haya yaliyotokea, hasa maisha ya watu yaliyopotea kutokana na vitendo hivi vya kihalifu, kwani mafundisho yetu yanasema maisha ya mtu mmoja kupotea ni sawa na kupotea maisha ya watu wote, Qurani surat al-Maida Aidha, Sheikh Othmani amesema wao kama baraza pamoja na taasisi mbalimbali mbali za dini ya Kiislamu wamekuwa wakihimiza uwepo wa amani tokea kabla ya uchaguzi na kwamba bado wanahimiza suala la uwepo wa amani nchini ili shughuli mbalimbali ziweze kuendelea na kwamba haki haiwezi kupatikana pasipokuwa na amani. Sisi kwa umoja wetu, kipindi cha kabla ya uchaguzi, tumefanya kazi kubwa ya kuhimiza juu ya umuhimu wa kutunza amani ya nchi yetu na pale inapobidi kuna haki zinadaiwa, basi haki hizo zidaiwe katika taratibu ambazo hazitoleta uvunjifu wa amani na kupelekea maafa makubwa kama haya yaliyotokea katika nchi yetu. Kabla ya zoezi la uchaguzi mkuu, tulitumia muda mwingi kuwaasa waumini wetu na Watanzania kwa ujumla kuitunza na kuilinda amani ya nchi yetu pamoja na kujiepusha na vitendo na maneno ambayo yanaweza kuwa cheche ya kupelekea uvunjifu wa amani. Sisi kwa umoja wetu tunaendelea kushikilia msimamo wetu wa kujali na kusimamia na kulinda, kuilinda amani ya nchi yetu, kwani tunaamini pahala pasipo na amani, haki haiwezi kudaiwa wala kupatikana. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Moshi Godfrey Mzava amewataka wananchi kujikita katika uhifadhi na utunzaji wa mazingira ili kuokoa maisha ya kizazi cha sasa na kijacho, ikiwa ni pamoja na kulinda ekolojia na kudhibiti athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mwanahabari wetu Fina Limo kutoka mkoani Kilimanjaro anaarifu zaidi. Katika hafla ya kuhitimisha mafunzo ya vikundi 95 ya kukuza uchumi, kuimarisha imani na kuhifadhi mazingira, mafunzo yanayotolewa na shirika la Floresta Tanzania, Mzava amesema uhifadhi wa mazingira ni jukumu la kila mwananchi na kuhakikisha wanatunza uoto wa asili na vyanzo vya maji ili kudumisha ustahimilivu wa mazingira, katika wavunaji wa miti ili kuhakikisha kunakuwa na uendelevu katika uhifadhi, ili kizazi kilichopo pamoja na vizazi vijavyo viweze kukuta mazingira haya yakiwa rafiki na wezeshi, na wezeshi, na wenyewe pia waweze kuendesha maisha yao, maisha yao vizuri sana. Lakini pia mnanieleza katika uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kuna vikundi vyote sasa, mna network ya na nne, wana vikundi hawa wanaendelea kukopeshana kwa, ninaamini kwamba hiyo imekuwa chachu kule katika maendeleo. Kwa tunataka kuona vikundi vingi zaidi, lakini pia wananchi na jamii pana zaidi ikiendelea kuguswa na kubadilisha maisha yao na hatua za maendeleo ziwe zinaonekana katika hali ya uhalisia, kama ambavyo tumeona hapa katika ushiwe kwa sisi ambayo tumepata elimu, na leo nimeeleza hapa tunakwenda kugraduate maana yake sasa tunakwenda kuachiliwa ili twende kusimamia wenyewe twende tukawe chati katika jamii yetu kuhakikisha kwamba matokeo tunayaona kwa vitendo. Akisoma risala kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa Floresta Tanzania Deborah Mdemi amesema shirika hilo limetimiza miaka ishirini tangu kuanzishwa kwake mwaka elfu mbili na nne na kwamba katika kipindi hicho Floresta imeendelea kuwezesha wananchi kwa kuanzisha vikundi tisini na tano vya mikopo pamoja na kutoa elimu ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira kazi. Kwa kuunda vikundi vya kijamii vya huduma ndogo za kifedha, matokeo ya shughuli yalianza kuwa dhahiri katika jamii, ndiyo tulishuhudia vikundi vikiendelea kuongezeka siku hadi siku. Leo hii tunajivunia kuona vikundi tisini na tano vyenye wanachama elfu mbili mia tano na hamsini vinahitimu, yaani mkondo mzima wa uona unahitimu hivi leo. Vikundi hivi vimejengewa uwezo wa kusimamia na kuendelesha shughuli zake zote wao wenyewe. Naye mwakilishi wa wawezeshaji Eda Oiso amesema wanachama wa vikundi hivyo wamepata mafanikio mbalimbali kupitia mfumo wa kuweka na kukopa, ikiwa ni pamoja na kuboresha maisha yao na kushiriki kikamilifu katika shughuli za uhifadhi wa mazingira. nikiwa na vikundi kumi na saba nyuma yangu watu mia tano arobaini na nne nao wasimamia mimi. Bwana Yesu asifiwe, ni kwa neema tu, sikustahili. Ndani ya wawezeshaji mia na nne mimi nimewawakilisha, ndio maana nimesimama hapa mbele yenu. Kwa hiyo nimeweza kusimamia vikundi, vikundi vimefanya vizuri, vikundi vimepata zawadi, vimetunza mazingira, kila kikundi kina chanzo cha maji na bado tutaendelea kutunza vyanzo vya maji katika utekelezaji wa miradi hiyo, shirika limefanikiwa kuanzisha vikundi 95 vyenye wanachama 2550. Wanachama hao wameweza kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 4 na kuweza kukopeshana mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 2.6 kwa wanachama kwa ajili ya kuboresha shughuli za kiuchumi ndani ya jamii. Asante sana Fina Limo kwa taarifa hiyo. Wakala ya barabara nchini TANROADS mkoa wa Ruvuma imeendelea na utekelezaji mradi wa ujenzi wa barabara ya Amani Makolo Rwanda yenye urefu wa kilometa 35 inayojengwa kwa kiwango cha lami kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 60. Kutoka mkoa kutoka mkoani Ruvuma, tuungane naye Innocent Horomo akizungumzia kuhusu utekelezaji wa mradi huo, meneja wa TANROADS mkoa wa Ruvuma mhandisi Sarehe Juma amesema kuwa barabara hiyo ni miongoni mwa miradi ya kimkakati iliyolenga kuimarisha uchumi wa nchi kupitia usafirishaji wa makaa ya mawe yanayochimbwa kwa wingi katika kata ya Rwanda iliyopo wilayani Mbinga. Amesema mradi huo utaunganisha ujenzi wa barabara kutoka Rwanda Litui hadi bandari ya Ndumbi wilayani Nyasa yenye urefu wa kilomita hamsini ambapo hadi kukam... Amerika kwa mradi huo utagharimu zaidi ya shilingi bilioni tisini na tano. Aidha, mhandisi Sarah Juma ameeleza kuwa ujenzi wa barabara ya Amani Makoro Rwanda unajumuisha ujenzi wa madaraja makubwa manne na makaravati, ambapo umefikia asilimia arobaini na tano ya utekelezaji wake ukihusisha ujenzi wa kilomita tano za rami pamoja na madaraja mawili yaliyokamilika, na kwa sasa wapo kwenye ujenzi wa kilomita sita nyingine na madaraja mawili makubwa yaliyosalia. Yeah. Lengo la, la, la kujenga barabara hile ili tu save pamoja na kusave wananchi ambao wanaishi maeneo yale, lakini pia kuna swala la kiuchumi kule la uchimbaji wa makaa ya mawe na pia tutaiconnect na bandari ya Ndumbi. Lengo letu ni kuiunganisha na bandari ya Ndumbi ambayo ile bandari itatumika sasa kutoa haya makaa ya mawe kwenda nchi za jirani kama Msumbiji, Marawi ambao tumepakana na na, na Ziwa Nyasa. Ile barabara kama nilivyosema, tunazijenga kwa hela nyingi, na tukizidisha uzido, uzito wa kupitiliza maana yake tuta, tutapelekea barabara ku... Kwa upande wao baadhi ya madereva wa magari ya kusafirisha makaa ya mawe pamoja na wananchi wa maeneo yaliyopitiwa na mradi huo wameipongeza serikali kwa hatua inayoendelea ya kuboresha mesema, barabara hiyo wamesema barabara hiyo itarahisisha usafirishaji na kukuza uchumi wa nchi. Kama unavyoona mazingira tulikuwa tunateseka sana, hasa kwa sisi madereva malori. Tunatoka hivi mgodini kwenda kupakia makaa mawe. Ila kwa hiki kinachoendelea hapa mbele yangu ni jambo zuri yani na tunafurahi pia. Na changamoto ni kama hivi, mvua zikinyesha, magari mengi hasa ya kizungu huwa yananasa kwa hiyo unakuta mnashindwa kupita. Kwa hiyo sema kuchukua labda nusu saa hivi inaweza kachukua hata masaa mawili ili kupata kupita. Ila kwa hiki kinachoendelea. Namshukuru sana mama yetu. Naendelee hivi hivi. Tunamuunga mkono sote. Barabara kishakuwa nzuri hata gari ukiita huko Mbinga inakuja kwa haraka kabisa inachukua mazao inapeleka sehemu husika, kama gulioni inapeleka. Basi sisi tunanufaika kwa kweli, tusiseme uongo. Serikali imetusaidia sana sisi wa kijiji hiki, tulikuwa tunapata shida sana hii barabara. Nikiripoti kutoka katika kijiji cha Masangu kilichopo kata ya Amani Makoro, wilaya ya Mbinga, mkoani Ruvuma, Innocent Horomo wa TV habari. Asante sana Innocent Horomo kwa taarifa hiyo hatua ya serikali kukamilisha upatikanaji wa maji safi na salama katika vijiji vya Buzinza na Mapingili wilaya ya Shinyanga imeelezwa kuwa mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kijamii kwa wakazi wa maeneo hayo kupitia mradi wa maji ya Ziwa Viktoria unaotekelezwa na Ruasa. Mwavita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Zaidi ya wakazi elfu saba sasa wananufaika na mradi huo ambao umeondoa adha ya kutembea hadi kilomita sita kutafuta maji katika kijiji cha Liabukande, hali ambayo ilipoteza muda mwingi wa shughuli za uzalishaji wakazi hao wamesema, hatua wa hiyo si tu imeboresha afya na usafi wa kaya, bali pia inafungua milango ya shughuli mpya za kiuchumi, ikiwemo uzalishaji wa mazao ya bustani na biashara ndogo ndogo zinazohitaji matumizi ya maji ya uhakika. Kwanza kabisa tunamshukuru Mheshimiwa Rais kupitia huu mradi wa maji akina mama tulikuwa tunahangaika kulala visimani na kufata maji kwa umbali sana, lakini kwa sasa tunamshukuru Mungu kwamba maji yametufikia, maji safi na salama. Kwa hiyo tutakuwa tunatumia maji kwa amani, maji safi katika afya zetu. Mungu tunamshukuru kwa sababu mheshimiwa ametukumbuka, jina la Bwana nalitukuzwe. Kuzinza tulikuwa na changamoto ya maji, maji ilikuwa ya shida sana, tukaona sasa tufanye mchakato tupate kupumua kwenye maji tena. Sasa hivi wakinamama tumepumua kwa maji, tumetua ndoo kichwani. Meneja wa RUWASA wilaya ya Shinyanga, mhandisi Emaili Nkopi, amesema mradi huo ni sehemu ya utekelezaji wa mpango mpana wa kufikisha maji katika vijiji vitano, ambapo awamu ya kwanza ikijumuisha Buzinza na Mapingili ipo katika hatua za mwisho kukamilika. Mradi wetu wa maji katika vijiji vya Buzinza, Mapingili, Mwamakala Jagiti pamoja na Kimandaguli awamu ya kwanza unahusisha vijiji viwili kwa maana ya kijiji cha Buzinza hapa tulipo na kijiji cha Mapingiri upande wa pili. E, kwenye upande wa kijiji cha Buzinza mradi wetu utahudumia pia sehemu ya kijiji cha Mwamakala ambapo upande wa Buzinza tunategemea kuhudumia zaidi ya wakazi 1442 lakini upande wa Mapingiri tunategemea kuhudumia wananchi wapatao 3440 na kazi ya ujenzi wa matenki inaendelea hapa tulipo kwenye kijiji cha Buzinza. Tenki limeshakamilika kwa zaidi ya asilimia 95, tumeshaliingiza maji na tayari mtandao wa kijiji cha Buzinza tumeshafanya flushing ya maji, na DP sita kati ya saba zilizopo kwenye kijiji cha Buzinza zimeanza kutoa huduma ya maji. Kwa mujibu wa RUWASA, utekelezaji wa miradi ya maji vijijini unalenga kumtua mwanamke ndoo kichwani kupunguza muda wa kufuata maji na kuwawezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za uzalishaji, hatua inayotarajiwa kuongeza kipato cha kaya na kuboresha uchumi wa jamii. Asante sana Mwanvita Mkondo kwa taarifa hiyo. Programu ya VIA Roders Education inayotekelezwa na kampuni ya Toto Energy Marketing Tanzania imeendelea kuonyesha mafanikio makubwa baada ya wanafunzi wa shule ya msingi Buguruni Viziwi kuibuka washindi wa kwanza katika mashindano ya ubunifu kuhusu elimu ya usalama barabarani kwa mwaka 2025. Recho Chacha anaeleza zaidi. Hafla ya kukabidhi zawadi kwa washindi hao imefanyika jijini Dar es Salaam ikihusisha shule mbalimbali kutoka mikoa ya Dar es Salaam na Dodoma hapo. Wakizungumza katika hafla hiyo, mkurugenzi wa sheria na uhusiano kutoka Total Energies Gertrude Mpangile amesema programu hiyo ilizinduliwa Julai 2025 katika shule ya sekondari Ilala, na kwamba wanafunzi walipatiwa mafunzo ya usalama barabarani kwa miezi mitatu kabla ya kuingia kwenye mashindano ya ubunifu kupitia sanaa ya uchoraji. Amebainisha kuwa mshindi wa kwanza ambaye ni shule ya msingi Buguruni Viziwi ataiwakilisha Tanzania katika mashindano ya kanda ya Afrika, na endapo watapata ushindi tena watakwenda hatua ya dunia ambapo mashindano mashindano yatafanyika Paris Ufaransa. Tumekuwa tumejidhatiti sana katika kuhakikisha kwamba tunashiriki kwenye shughuli mbalimbali za kijamii, lakini kipekee kabisa katika uh, elimu ya usalama barabarani kwa sababu tunafahamu kwamba ajali za barabarani zimekuwa zinazima ndoto za watoto wetu, na ndio maana tangu mwaka wa 2022 tumekuwa tunatekeleza mradi huu ili kuhakikisha kwamba watoto wetu wanajifunza namna bora ya kutumia barabara, namna ya kujikinga kuelimisha wengine ili waweze kuwa salama, waendelee kupata elimu yao na kufikia ndoto zao. Kwa upande wake mwakilishi wa shule ya msingi Buguruni Viziwi ameeleza kuwa mradi huo umeongeza kujiamini kwa wanafunzi na umewezesha wanafunzi kutoa elimu ya usalama barabarani kwa wenzao na kuchangia kuboresha mazingira ya shule kwa kujenga tuta katika eneo lililokuwa likisababisha ajali. Kupitia mradi huu wamejifunza kujiamini na kuweza kuielimisha jamii na kushirikiana na watu wengine na wanafunzi wenzao ajili ya mambo ya usalama barabarani na jinsi pia ya kutumia barabara wanapoenda shuleni na wanaporudi. Kwa kupitia mradi huu wanafunzi wote wameweza, ikifika asubuhi wanaenda kuwavusha wenzao kuingia shuleni na mchana wanaenda kuwavusha wenzao kwenda nyumbani. Yaani tumegundua athari nyingi zitukanazo, na kutokuwepo kwa, kwa alama za barabarani kumeathiri sana kwa upande wa kwa baadhi ya shule. Kwa mfano, shule yetu imekosa kibango cha kuonesha shule yetu kuitambulisha na pia uwepo hakuna kali kibao akipo. Kwa hiyo mimi ningependa nilivyoelewa, na nyiye mmetuelewa, najua mmepokea maoni yetu na tunaomba pia muweze kuyatekeleza katika kile tulichoambia. Aidha, mkurugenzi wa Nafasi Art Space ambao ni washiriki katika programu hiyo Lilian Hypolite ameeleza kwamba programu hiyo inatumia mbinu ya kufundisha mwanafunzi kwa kutumia sanaa kama vile michoro, nyimbo, video na maigizo, mbinu iliyoongeza hamasa na uelewa kwa wanafunzi. Tunawafundisha wanafunzi jinsi yaku, express, ya kujiexpress kwa kutumia michoro kwa kutumia sanaa kwa kutumia nyimbo kwa kutumia video na maigizo, vitu kama hivyo, kitu ambacho kwanza kinawafanya wawe na interest ya kujifunza. Kwa hiyo hata mradi huu unapokaa mashuleni katika klabu zao tofauti, uh, wanakuwa hawachoki kwa sababu kila siku wanajifunza kitu kipya. Na wanajifunza kwa kutumia mbinu ambayo ni changamfu, mbinu ambayo ina, ina engagement. Hata hivyo utekelezaji wa mradi huo umefanyika kwa ushirikiano kati ya Total Energies Foundation ya Paris na Nafasi Art Space na miongoni mwa shule zilizoshiriki katika mashindano hayo ni pamoja na shule ya sekondari Ilala, shule ya Ndalala, shule ya msingi Ubungu NHC, shule ya msingi Buguruni Viziwi na jumla ya wanafunzi elfu kumi waliweza kushiriki mashindano hayo. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.